Na somo ambalo tutalitafakari ni lina kichwa kinachosema maombi na mfungo, kuimarishwa kwa uono wetu. Maombi na mfungo, kuimarishwa kwa uono wetu singamea, injene, kwa na somo ambalo nitalisimamia ni kutoka injili iliyoandikwa na Marko ule mlango wa kwanza mstari wa kumi na mbili mpaka ule wa ishirini na moja na kwa vile somo hili limeandaliwa kwa siku arobaini kwa hiyo nitakwenda taratibu na siku ya leo ambayo tunaweka msingi lazima tuojiane maswali machache ili tujue tunapoanza safari hii tunaianza namna gani Kawaida safari hii ukiiwaza, unaiona ni ndefu sana na wale ambao walikuwa hawajafunga muda mrefu kama wanafunga, akianza moja mpaka arobaini, anaona ni safari ndefu sana, lakini baada ya wiki ya kwanza utaona ni kawaida, alafu ikikaribia pale mwishoni utaona tena, mbona kama vile inachelewa, lakini ni kwa sababu muujiza wako uko karibu zaidi. Ndio maana Shetani anakuingizia mawazo ya kuonyesha kwamba mbona siku ni nyingi sana basi, nisome hili neno kutoka Marko moja kumi na mbili mpaka ishirini na moja kwa msaada wa Yesu. Inasoma, mara Roho akamtoa aende nyikani, akawako huko jangwani siku arobaini hali akijaribiwa na Shetani, naye alikuwa pamoja na wanyama wa mwitu na malaika walikuwa wakimuhudumia. Hata baada ya Yohana kutiwa gerezani, Yesu akaenda Galilaya akihubiri habari njema ya Mungu akisema, wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuiamini Injili. Naye alipokuwa akipita kando ya bahari ya Galilaya, akamwona Simoni na Andrea nduguye wakitupa jarife baharini, kwa maana walikuwa wavuvi. Yesu akawaambia, njooni mnifuate, nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Mara wakaziacha nyavu zao, wakamfuata. Akaendelea mbele kidogo, akamwona Yakobo wa Zebedayo na Yohana nduguye, nao pia walikuwa chomboni wakizitengeneza nyavu zao. Mara kawaita, wakamwacha baba yao Zebedayo ndani ya chombo pamoja na watu wa mshahara, wakaenda wakamfuata. Wakashika njia mpaka Kapernaumu, na mara siku ya Sabato akaingia katika sinagogi akafundisha. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama ambavyo nimeanza kuweka katika utangulizi ya kwamba kipindi hiki cha siku 40 ni kipindi ambacho kinatupa kutafakari kuhusu uono wetu, kuhusu uono wetu au kwa lugha ambayo inafahamika zaidi ni maono. Na somo hili ambalo nimelisoma kutoka injili hii ya Marko tunalizungumza kuhusu mwanzo wa huduma ya Yesu Kristo na kupatikana kwa mitume kumi na mbili. Mwanzo wa huduma ya Yesu na Yohana alipofungwa, hapo Yesu wakupoteza ku akatakili satuboni ufalme huu umekaribia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ninataka kuulize maswali haya, nimeandika maswali manne. Swali so, la kwanza lengo la kuja duniani lilikuwa linafahamika. Mtu akikuuliza lengo la yesu ya duniani unalifahamu? Ni jibu lake ni rahisi, alikuja kutokoa, si? Linafahamika wazi kabisa. Swali la pili, je, lengo hili lilikuwa limepata kibali kwa Mungu? Kama lengo akutokoa, je limepata kibali? Jibu litakalopatikana hapa ni kwamba limepata kibali, ndo unaruhusiwa kuja. Swali la tatu kama lengo hili lilikuwa likifahamika na lilikuwa limepata kibali kwa Mungu, kwa nini kupelekwa nyikani? Hadi wazo lilo la kutendeaka na limepata kibali mbele za Mungu, kwa nini kupelekwa nyikani? Kwa nini kujaribiwa na shetani? Kwa, kwa nini kuomba na kufunga kwa siku arobaini? Si lengo linafahamika He? la kazi na kibali cha Mungu, lakini kwa nini kuomba? Kwa nini kuomba? Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Wewe unafahamika yuko chimisi na unaita ibada Jumapili kwa ibada kutenda nyumbani inafahamika, lakini kwa nini kuomba? Umetakiwa kuujizi, umekuwa kibali cha uuizi, ndio maana. Lakini kwa nini kuomba? Kwa nini kupelekwa nyika? Kwa nini kujaribiwa na Ukijiuliza maswali haya, katika hili ambalo ni la kibali mbele za Mungu, ukiona wa hizo siku arobaini, hata kama una jambo ambalo umepata lina kibali mbele za Mungu, lakini o ni lazima. Bwana Yesu asifiwe. Sasa na swali lingine la nne, kama alikuwa anafahamu lengo lake, kwa nini asingechagua mitume kutoka miongoni mwa jamii iliyozunguka. Kwa nini? Kama hiyo mchungaji, ninafahamu mimi mchungaji wa moyo wa Ibrahimu, nataka watu wakusaidia huduma yangu katika eneo hili, na mimi nipo. Kwa hiyo sisi sisi sisi na wewe na wewe na mzee Shay, tutaendelea lakini Naomba niwaze kabla ya kwenda nyumbani. Niwaze sasa, niwaze kama Yesu. Kabla ya kwenda nyumbani. Baba yangu ni seremala, na mimi ni seremala. Kwa hiyo nilichonaka kwa Mungu kwa ajili yangu, nikizungumza na maseremala wangu, litafanyika kwa Mungu. Litaishi

ko ya maisha nitawashirikisha, utanisaidia, mara mingi mambo yatakwenda. Kabla ya kuenda nyikani, Yesu anaenda nyikani ahaporudi, naomba niwaze kama Yesu kutokea nyikani, Bwana Yesu asikie, kumbe maseremala wenzangu hawawezi kunisaidia, kwa sababu sio wito wao, napaswa kupata wale ambao Mungu anawataka. Ndio kumbe, nikiangalia wale wake hapa hakuna anaweza kusaidia, sababu wito niwekewa. Ninapowaangalia wale weanu wote hapa kusikunisaidia, lakini wako ambao Mungu amewaandaa tofauti na wanakaya. Sio kwamba ninawachukia wana aj zaidi hawa hawaaya Bwana Yesu asifiwe. Alafu anaendelea kuwaza, kumbe wateja wangu niliyowatengenezea makochi na meza na viti vizuri hawana haja na huduma yangu, hawana haja na huduma yangu. Wao kuna kazi nzuri ya kufanya, lakini huduma yangu haiwahusu

Patasa, Yesu alipoona kumbe wakisi hawawezi kumsaidia, maserikali wenzake hawawezi kumsaidia, akasema oh, sa sasa ngoja niende pembezoni mwa bahari nikapange upepo, yawezekana akili yako ikafunguka. Alipoenda pembezoni mwa bahari, anaangalia mawimbi na upepo unampiga roho, akamwambia angalia, mbele yako unamwona nani? inamwona Simoni,

na nam yaenda i toaiitika ayao ku akiendelea nmshafata wawili, anaenda mbele kidogo anakuta na ndugu wawili wako na baba yao. Mi napenda Marko alieleza vizuri kwamba hawa Yakobo na Yohana wakamwacha baba yao wakamfuata Yesu. Kumbuka Yesu alikuwa na miaka 30. Na wale vijana wale walikuwa na miaka 30 mpaka 40. Maana yake baba yao ni mzee. Alafu anatokea kijana wa miaka 30 anasema nifuateni. Wanamwacha mzee, wanamfuata. Hebu piga picha ya yule mzee aliaa akisafisha choo. Nafikiri alikuwa anapiga makofi. Nafikiri alikuwa anashangilia. Wakaja wakaufwapa. Ni kwa nini? Kwa sababu maono yameimarishwa na macho yamefunguliwa, unaona sawasawa na Mungu anavyoona. Na kwa vile unaona sawasawa na Mungu anavyoona, yoyote unayemwita, hauiwe ni Mungu anamwita. Bwana Yesu asifiwe. Ni Mungu anamwita, hauna namna yoyote anaweza kukataa

na kwa ajili ya mtazamo wako na maono haya, injini yake. Hivi gari linaweza kwenda bila injini? Mimi sina gari. Linaweza kwenda bila injini? Sasa injini ya maono yako ni mawazo yako. Hebu fikiria, unajiwazia nini? injini ya maono yako injini ya mipango ya makusudi, mtazamo, taswira, wewe mtazamaji, ni mawazo yako. Neno la Mungu katika Mithali 28:18 28 inasema hivi: pasipo maono watu huacha kujizuia, na tafsiri ya King James inasema, pasipo maono watu huangamia. Pasipo maono watu huangamia, na kuangamia maana yake ni kuondolewa heshima na hadhi, kuondolewa heshima na hadhi. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Katika kipindi hiki cha siku arobaini, namalizia hapo kwa leo. Katika kipindi hiki cha siku arobaini, hebu muulize Mungu hicho uicho nacho ndicho alitutaka uwe nacho. E, unajahicho na ulicho nacho ndicho ambacho Mungu alitaka uwe nacho. Kama si hicho, je, ni kipi unakifahamu una aidia nacho? Unawezaka e kama Yesu kwamba ninakuja kwa ajili ya ukombozi na nimepata kibali mbele Mungu? Je, ninaona namna gani? Ninaona namna gani? Mwambie Mungu, ninakuomba ulionyeshe sawasawa nifungue macho yako. Siku arobaini ninazopiga magoti, niende nikakuone katika viwango vingine, nikakuone katika hatua nyingine. Na Mungu ndiye mwaminifu, atakwenda kukusaidia siku ya kesho. Nitaendelea zaidi kuhusiana na maono, na nimegusia kidogo tu utangulizi na maana ya maono, kitaweza kuchambua maono ni nini na faida zake na kwa nini ni muhimu sana kwa maisha